Bwana mtazamaji wa Prundu e, nao leo tupo kwenye barabara ambazo zinatengenezwa na Mheshimiwa mwheshimiwa a Mchengelwa, ni mbunge wa wilaya ya Rufiji, pia ni waziri wa e. Bwana hili odi tunaliona ni odi la shule ya msingi ya Azimio, odi la Azimio e, tuopa nye dilaazmo tumeua kuonesha azama barabara tayari zimeshafungwa taa, kama hizo zinawaka, unaiona e, na hapa tumekuja kuongea maneno mawili matatu na wakazi wa tarafa ya Ikulili pia hususani kwa maeneo haya ya Umwe ambapo wenye faida au ambao wanaofaidika na barabara hizi ambazo walizotengeneza Mheshimiwa Mohamedi Omari Mchengerwa e, kwa hiyo tupo tunapiga stori kidogo no apa, ah, e, bwana, na watu mbalimbali hapa katika kiongozi. Nakuaje? safi kabisa, safi kabisa. Bwana, tumekuona kwenye hili rodi au rami barabara ambayo hacotengeneza Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa. Kwanza, kwa majina unaitwa nani? Ujitambulishe na una kazi gani au unachoo gani katika wilaya yetu ya Rufiji pamoja na kata ya Umwe au Ikwiriri au Mgomba hususan ni kwa tarafa ya Ikwiriri. kwa majina naitwa Ali Saidi Mengo, hmm. ni katibu wa UVCCM kata ya Ikwiriri, hmm. nipo hapa, hmm kuja kuangalia barabara ambayo mheshimiwa kaitengeneza lakini mheshimiwa leo kathibitisha kauli yake kusema kila mtaa ataweka taa ataweka taa na leo kweli nimekuja kushuhudia kazi, kazi hii imefanyika leo asubuhi watu wameanza kazi hii na saizi jioni naona taa zote zinawaka mtaa huu wote huu huu mtaa unaitwa mtaa wa kwenda nasema Muyuyu ama shule ya Azimio mtaa huu au shule ya Mbuyuni ndo mtaa huu ambao sasa hivi unawakataa. Uh, kwa hiyo nataka kuniambia kazi hii imefanyika leo asubuhi hadi sasa hivi saa moja saa mbili ina maana jambo limeshakamilika na watu wanaona kabisa, kuanzia hapa naona hapa hadi kule Azimio kabisa naona kabisa mwanga. Kwa hiyo nyinyi kama wakazi wa maeneo haya, una kipi cha kuongea kuhusiana na izitaa pamoja na ilami kwa sababu nadhani siku mbili tatu za nyuma ulikuwa kuna mambo kibaya yanatokea kwa sababu ya kiza. Kwa hiyo mtanufaika vipi na hii lami pamoja na taa? Upande wangu niweze kumshukuru mheshimiwa Raisi kwa kuweza kuidhinisha fedha hizi kuja kufanya kazi hapa, lakini ni mshukuru sana mheshimiwa waziri, Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa kwa kuweza kupambania mradi huu ili uweze kufanya kazi, manake bila jitihada zake mradi huu unawezekana ukaungkwama, lakini yeye tunamshukuru kaupambania sana na leo mambo yamekaa sawasawa. Kiufupi, mtaa huu ukikaa hapa barabarani, barabara kuu, ukiwa unaangalia huko huko eneo la Azimio, eneo la Azimio unaiona, ndio kutokana na taa zinazoweza kutoa mwanga mzuri, lakini taa ambazo hazina shaka yoyote. Nimeangalia hizo taa, naona ubora wake ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia, hata utopoteze ya fedha yako, hata kama shilingi mia mbili unaweza ukaiona bila ya shaka yoyote. Mimi ni mshukuru sana Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI. Anafanya kazi na kazi zake tunaziona, sio mtu tena wa kutafuta wa kumuonesha huyu. Ah, kazi zake zenyewe zinaweza zikamwonyesha yeye, anafanya kazi kweli na kweli kazi anafanya. Ah, kwa hiyo kwa kupitia hilo na maelezo yako, inamaanisha kwamba kuna mitaa mingine bado hazijawekwa. Kwa hiyo wape kidogo maneno mawili matatu, kama umesema hapa, wewe ni kiongozi, ni katibu wa kata ya Ikwiriri Oh, wape maneno kidogo wanaanza wakasema tu, tu shule ya Azimio huku pengine hamna huku, hivi, huku hivi. Kwa hiyo unawaambia nini? Huu ni mtaa wa pili hmm. Mtaa wa kwanza ulikuwa mtaa wa hospitali, ulifungwa taa baada ya lami kuisha ukafungwa taa na huu ni mtaa wa pili kufungwa taa, na mitaa mingine ipo katika utaratibu wa kumalizika, lakini itafungwa taa mimi nione na nikubali ata, hmm. Kwa sababu mwenyewe mheshimiwa alisema atafunga taa kila mtaa kwa kukamilisha mtaa huu wa pili ni, ni, ni, ni, nina imani na nina hakika kwamba kweli mheshimiwa ana nia ya dhati na Rufiji, lakini mheshimiwa anaipenda Rufiji, lakini mheshimiwa ahadi anazoweka kwa wananchi wake na kweli anazitekeleza bila ya shaka yoyote. Nimshukuru sana mheshimiwa waziri. Mimi bwana, nashukuru sana kwa kwa muda wako kukuchukulia muda wako wa kama dakika tano sita, na kushukuru sana kiongozi wangu na e bwana, blaza, blaza, samani samani E bwana, subiri kwanza, kiongozi, tupige stori e, na walengwa hapa ambao wanaonufaika sana. Njoo huko kamera. E bwana, vipi kaka? Safi fresh. Bwana, sisi ni maripota au waandishi wa kutokea Pulundu TV, tuko hapa hapa Ikuriri Rufiji. E bwana, naomba nikuulize kiswali kidogo, huu mtaa unauonaje huu mtaa wenu wa azimio kwa siku hii ya leo? Bwana, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hmm. Mtaa kwa siku ya leo umependeza. Ndio na unavutia yeah. Upo vizuri yeah. Mataa yanawaka yeah. Sasa tukutegemea kama itafikia hatua hii ah. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu na viongozi wote kwa hatua ambayo iliyofikia hivi ah. Unaweza kuniambia kidogo zamani, kabla ya hizi taa na hii lami, kuna matukio gani ambayo yalikuwa yaridhishi yakifanyika kwenye huu mtaa au kwenye hili lodi ah. Kwa kweli mimi mgeni wa hapa na yeah. eneo hili mm. lakini hali ya mara kwanza hmm, na sasa sasahivi ni vitu viwili tofauti kwa hmm, sababu hata katika barabara uchafuzi wa barabara hmm, ulikuwa upo vizuri kama hatua ya sasa hivi kwa muda ambao niliokuja na kwa sasa hivi jinsi navyoona vitu viwili tofauti ha. Basi mi nakushukuru sana blaza kwa muda wako, shukrani sana kakangu. Sawa bwana. Tulikuwa tunaongea na baadhi ya wakazi wa Ikulili ambao wanaishi huku katika kijiji cha Umwe hususani eh, e, kabisa na huu mtaa ambao uliowekwa leo taa. Kwa hiyo tunaendelea kuwaoji wengine na wengine. Tu, tu, tupo tu, bana tupo tu, tupo na tupo na tupo na ndugu yetu mwingine. E, bwana anakuaje bwana kaka? Kama kawaida anakuaje? Fresh. Fresh kabisa. E, bwana kwa majina unaitwa nani? Unaitwa Bwana Agostino. Unaitwa Bwana Agostino. Yeah. E, bwana safi. E, bwana leo mtaa wenu, um, ta, mtaa wenu umewekwa taa, mtaa unang'aa. Unalizungumziaje hili swala? Ah, swala mimi ndio nimependezwa nalo na vizuri kama hivi, sisi tunapenda mambo kama haya, kila sehemu huwa hivi ndio. Yeah, na una kipi cha kumwambia mheshimiwa waziri ambaye ni mbunge wetu hapa Rufiji Mohamed Mchengerwa mambu, kwa watu hii? Sina mambo mengi sana, kwa mimi ndio kwamba zaidi kama kumshukuru kama, kama, kama, kira, mtu, tunanana, kwa mambo kama haya kila mtu tunaonana na kila kitu kenda nyumbani kwetu na sisi tunafurahi mambo kama hivi, tunaonyesha uli moja kwa moja mpaka nyumbani kwetu, hatuna kiza hatuna nini, tunashukuru kwa hilo. Na kipi chengine ulikuwa unakiomba kiomba labda tukiachana na hizi habari za barabara na lami, ulikuwa unamwomba mheshimiwa Mchengerwa atufanyie sisi vijana wa hapa Rufiji ah, viwanda. Okay, uh, viwanda, uh, uh, viwanda, viwanda kila kitu kinaweza kuwa sawa. Uh, bwana, safi sana sisi tunashukuru sana kuchukua muda wako saa, na hizi habari mheshimiwa, nadhani zitamfikia. Ah, haina shida bwana. watazamaji wa Pulundu TV bado tunaendelea kuchukua maoni eh, maoni ya wananchi ambao wanaishi kwenye hii wilaya ya Rufiji. E bwana, njoo huku tuchukue maoni kidogo. Naona vijana wapo wanajitafutia riziki zao, wanajitafutia e, riziki zao pale. Kwa hiyo inahitajika nao pia tuwaoji, ili mradi majambo yao yaweze kuwa sawa, watugee fact na vitu ambavyo vipo vingine mbalimbali, au sio? E, njoo hapa kwa faza hapa, tumoje kidogo faza. Ah, faza, hutaki, uh, hutaki, faza hutaki Okay. Ah, basi basi tuko na tuko na ndugu zetu. Eh, bwana inakuaje? Fresh. Unyama usi. Unyama sana. Bwana kwa majina anaitwa nani? Kwa majina anaitwa Aduke kama eh, Aduke, Aduke, e. E, bwana unachukuliaje una au unaonaje e. E, taa ambazo zimefungwa kwenye hii barabara ambayo nyinyi mnafanyia kazi naam, yani kwa barabara hii hmm. mwanzo mwisho mimi nasema ile na kwa walioleta mitaa hapa na sasa hadi mitano tena mwanzo mwisho mitano Sio mitano kwanza, nampa kumi, nampa kumi tena. Kumi naongeza mitano, kumi na tano, atachoka yeye. Yani. Sawa, unafaidika nini na hizi taa pamoja na ila umeme ukikatika, mimi kazi zangu nafanya kwa uhuru, hata kama umeme unakatika mitani kwetu. Yani, wale wezi wanaogopa kusogea bwana, kama tunavyosikia, tunavyosikia raia wanafurahi sana na hizi taa, kwa uwepo wa taa. E, tuko tuko na kijana. Kijana hapa kijana kijana tumekuona hapa kwenye harakati za so kufanya kazi katika mtaa yeah. Wenu e swala la kuwa swata hapa kwa yeah. Siku ya leo tunaona mataa mazuri kufanya kazi kwa hiyo unafaidika vipi na hizi taa pamoja na ila ah, wizi unapungua majukumu ya kazi yanaendelea mtu anamuona mtu anatoka mtu anaingia ka kuniambia kama hii hapa saezi mnashusha hapa viroba vyenu ingekome katika umeme lakini hata taa vilevile nafanyaje bado bado mnaona, mnaona. Yeah. Yeah. Yeah. Ah, una lipi la kumwambia mheshimiwa baada ya hizi taa kuna kitu gani vitu vingi amefanya tunajua yeah. kipi wewe unachoona labda akiongeza itakuwa chachu zaidi kwa nyinyi vijana kujitafutia riziki zenu mimi kwa mimi hapa nilikuwa namuomba mheshimiwa Mtengelwa atufungulie kiwanda, kwa hiyo vijana wengi sasa wanatoboa kwenye wizi, kwenye ubakaji, mambo kwenye nyasa. Kwa hiyo namuomba Mtengelwa miaka mitano, namba tena hiyo, kwa kikubwa atafute viwanda vije viwanda, wawekezaji wawepo hapa, mradi mambo yenu yaendelee kuwa vizuri, yaendelee kuwa mazuri kwa ajili ya kazi. Basi basi, sawa, haina shida, mimi nimekuelewa na hizi habari najua zitawafikia zitamfikia mlengwa yeah, ili mambo yaweze kwenda sawa sa sana. Eh, bwana watazamaji wa Pulundu TV tulikuwa tunaojana kama kawaida na ndugu zetu ambao vijana wezetu ambao wapo kwenye harakati harakati harakati zao zao kama kama vile vile uoneshe kule ndugu zetu wako kwenye harakati zao, kama vile, wapo kwenye harakati wapo wanaendelea na harakati zao aoe eh. Kwa hiyo kikubwa maelezo nadhani tumeyasikia na wameshukuru sana, kutokana na hizi taa za mtaa, pia wanaomba viwanda kumheshimiwa mradi waweze kupatiwa viwanda, mradi mambo yao waweze kwenda sawa. Sisi bwana tunashukuru sana, naomba e, tumalize kabisa na ndugu yetu hapa e, katibu wa kata ya Ikwilili. E bwana katibu, nadhani umeona tulikuwa tunahujiana na baadhi ya vijana wako, au vijana wetu, kwa sababu wewe umeshakuwa kuwa ni katibu, vijana wote ni vijana wako, ni kiongozi. Kwa hiyo nadhani umewasikia vizuri. Ni kweli nimewasikia vijana, ndio wamefurahika na huu mradi e, mheshimiwa waziri kuweza kuleta katika eneo hili e, ni jambo jema, lakini niseme e, taarifa hii imfikie mheshimiwa waziri kwamba wana Rufiji tuko pamoja naye. Wale wote wenye maono mema na Rufiji tupo pamoja naye na hatuna shaka naye. Ukimwona mwanarufiji ameingia katika makundi ambayo yasiyofaa, huyo mwanarufiji ambaye ana mema na Rufiji, lakini wote wenye mema na Rufiji tunakubaliana na mheshimiwa waziri kwamba ataendelea elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini tutampa kwa kishindo. Mimi niseme wote wenye nia njema na na, na, pia nimeona pale vijana wengi ni mmoja kuso na sio siowe miaka mitano tu wanampa kumi na tano vijana pale, wamepiga shauri sana kwa sababu wanasema ungekatika je, ukiwa siku mbili zilizopita ukikatika umeme shughuli zao pale za kususha mizigo zinakuwa zinasita, lakini sasa hivi unaweza ukakatika umeme lakini taa bado zikawa zinawaka na mambo yao yanaenda kama yalivyopangwa. Pili, wameomba kitu kimoja kwa muheshimiwa kwamba wanasema kitu kikubwa wanachokitaka kwa sasa hivi ni viwanda, kwa sababu kuna vijana wengi wanaingia kwenye, kwenye mkumbo ya wizi, kwa sababu ya biashara au kazi za kufanya ni ndogo sana. Kwa hiyo wanaomba viwanda ili mradi majambo yao yaweze kwenda sawa. Kwa hiyo kama katibu kama mtumishi, eh, kama mtumishi wa raia inatakiwa majambo yafikishe ili jambo lifikishe na nadhani mheshimiwa mwenyewe atasikia kauli ambazo zinazoongeleka na vijana wake alivyoongea, atasikia na imani hivi atasikia. Na baba, ukisikia hii kauli naomba uzifanyie kazi hata kidogo e, ili mradi utupe matumaini sisi vijana wa mitaani, kwa kauli ya mheshimiwa mwenyewe. Waziri aliongea hmm. E, aliongea siku ile anakuja mwenyekiti wa yudaduti taifa hmm. E, alisema kuna viwanda vitakuja na hichi kiwanda cha sukari ambacho kitachukua ajira ya watu 8000. Kwa hiyo mi niamini mipango ya kuwa Rufiji hii kuwa na viwanda, mipango hiyo ipo, lakini ishaanza mradi wa kwanza huu wa, wa mradi wa miwa pale, ambao ukishaanza kufanya kazi zaidi ya watu elfu nane watachukuliwa. Kwa hiyo mi niseme sio kwamba vijana wanasema mheshimiwa alishaliona siku nyingi, isipokuwa jambo lolote lina utaratibu. Kwa hiyo tupo, yupo kwenye utaratibu wa kuliweka sawa ili mali vijana waweze kunufaika. Ni kweli vijana wanapokuwa hawana kazi, matatizo mengi hutokea, watu wanaingia katika mambo, maana mambo ya bangi, mambo ya uni, mambo, ya, mambo mengi ambayo si mazuri wanaingia, lakini panapopatikana kazi ya kufanya, maanake vijana watapungua hayo mambo, na watakaofanya watafanya kwa kwa, kwa kwa, kwa, nafsi zao, sasa sio kwa kulazimishwa kutokana na hali zilivyo. Kwa hiyo mimi niseme vijana waendoe shaka kwa mheshimiwa huyu, ninavyomfahamu mimi yote atayatekeleza. Basi mimi ni kushukuru sana kiongozi eh, na pia eh, usisahau kusubscribe akaunti yetu ya YouTube channel ya Pulundu TV. Kama hujafanya hivyo, unatakiwa uende ukasubscribe pale, ili mradi zi taarifa zote zinazoanza kupostiwa zianze kufikia wewe kabla ya mtu mwingine. Mimi ni shukuru sana ndugu mwanahabari eh, nithibitishe leo mtakwenda kusubscribe ili mradi niweze kupata habari mpya za wilaya Rufiji. Ni mimi naamini kwa sasa hivi kwa Rufiji hii, wewe ndio pekee unaweza kufuatilia miradi hii ya mheshimiwa katika hali kama unavyoiona. Upo tayari utoke usiku uje kushiriki na vijana kusikiliza maoni yao, kusikiliza miladi na kwendaje. Mimi ni sema nami nitaungana nawe katika kila, kila katika kila hatua sitoweza kuacha, na nitaenda kusubscribe ili nipate taarifa zingine. Iwezekana leo ili limenipata, kwa sababu nipo katika eneo ni mmoja, ukagua baada ya kuona asubuhi wanafunga sasa jioni nimeona bwana, nitembele na nimetembelea, nimeona umeme unawaka hapa. Kwa hiyo mi niseme, kwa sababu kuja kunikuta eneo la site, mi niseme nitaenda kusubscribe, sababu mengine atakapo ya yanatokea, mimi nitakapo ya sipo, yawezekana ipo katika majukumu mengine. Kwa hiyo mi niseme nitakuunga mkono na nitakuwa mwenye kufuatilia hizi habari zako h. Bwana mimi ni kushukuru sana kwa kuweza kutangaza hii miradi kwa sababu hii miradi watu wa mbali wanatakiwa waione. Mtu wa mloka leo anazakana simu anayo kubwa mm, lakini kujua kwamba Ikwiriri leo tumewasha umeme katika mtaa huu wa Azimio Road. Mwingine anazakana sifahamu, au Road la Buyuyu Road, inawezekana mwingine asifahamu mloka, lakini kwa taarifa zako kizirusha leo, inawezekana mtu wa mloka akapata habari, mtu wa ndani kabisa kwa kapata habari kwa marufiji. Sasa na Ikwiriri imeshawashwa, mtaa huu umeshawasha umeme. Mimi ni mshukuru sana mheshimiwa, manake sasa naona kama mchana Oh. Yawezekana mimi leo nikakaa paka saa sita na nisijue kama nipo saa sita. <laughs> eh bwana tulikuwa na katibu katibu kabisa wa kata eh kata ya Ikulili anaitwa ndugu Mengo, Ali Mengo katibu wa UV CCM wa kata ya Ikulili. Tulikuwa naye toka muda tunaanza safari yetu tulipofika hapa sio kwamba labda tulipigiana simu au nilimtaarifu kuja hapa. Nimekuja kuchukua habari pia na yeye nimemkuta hapa hapa site. Kwa hiyo inaonesha kabisa vijana wakiwa kwenye madaraka damu inachangamka Hajatumwa e, na kiongozi yote, lakini yeye mwenyewe amefika kuja kuona mradi ambao uliotekelezwa na Mheshimiwa Waziri. Eh bwana, sina shukuru sana na shout sana mtu wangu wa nguvu unayefuatilia Pulundu TV, usisahau kusubscribe Pulundu TV.